nabiina muhamadin wa alihi wasahbihi ajmain. Mimi ndugu zangu mahujaji, <coughs> nashirikiana sheikh Juma katika kumshukuru Allah kwa hatua tulifikizwa, tuliwafikishwa na Mwenyezi Mungu kufikia kitaka, mimi tu tupate kutoka kwenu kile ambacho yeye amekishukuru wanake walishukuru kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa, kila mmoja wetu asifanye nini? Ashakamilisha umra. Satukependa kutoka kwenu kwamba kweli hilo limekamilika. Maana yetu nini? kwa kuwa tukumaka na ndipo unapoweza kufikisha kilele cha umra. Hata wale tuliotokea visiwani Unguja, ukikumbukia jambo hapa ulilikosea, bado unayo nafasi ya kufanya marekebisho. Na hata wale tuliokuja baadaye kupitia Dubai, ikibainika leo kwamba kwa namna ulivyofanya hiyo umra, kuna mahala hapako sawa, bado tunaye fursa ya kurekebisha na hiyo hija ambaye tutahirimia mwezi nane ikawa imeunganishwa mahala pake. Lakini ukituambia tukiwa mina mwezi nane tushahirimia hija kwamba kweli bwana, ile umra yangu mimi sikuwahi kufanya sahi, au niliwahi kufanya mara tano, ile ya sita na saba sikuwahi au kwenye tawafu nimefanya sita moja, sikuwahi kwa kweli. Shida ya kurekebisha hilo jambo ni kubwa kweli kweli, kuna ugumu mkubwa kuirekebisha umra baada ya kuwa umo ndani ya hija. Maana yake kwenye haya mambo ya umra yapo mambo ambayo kisheria yanatajwa kuwa ni nguzo na mambo yanaitwaje nguzo? Maana yake sheria inataka lazima yatekelezwe, usipoyatekeleza sheria haikukubali, hata ukiwapa ufalme wa nchi hii yote, sio kuchinja mbuzi mmoja uiambie sheria, mimi jama, nimekosa kuzunguka mara moja, nimezunguka sita, na kwa kuwa niko huku sasa, naomba jamani chukueni ule ufalme wa Saudia wote ili isome yangu iko sawa, haitakuwa sawa. Matendo yote yanayotajwa kuwa ni nguzo: kuhirimia, kuzunguka Alkaaba, kwenda Safa na Marwa, kunyoa au kupunguza, haya mambo kwenye hija ni nguzo. Lolote litakaloachwa au litakalotekelezwa visivyo hiyo hija haiko sawa hata kama utatoa mabilioni ya pesa kufidia. Lakini yako mambo mengine yana ulazima kutekelezwa, lakini kama utashindwa kuyatekeleza kama yalivyo sheria inakukubalia ufidie, kama vile kwa kufunga, ufidie kama vile kwa kununua mnyama ukamchinja. Sasa haya mambo yakitokea kule, umeacha nguzo, huna muda tena wa kurudi uitengeneze umra ikae sawa, halafu uitekeleze hija ikae sawa. Ndio ninachotaka mimi kwamba, shekhe, kwa dhana nzuri amesema, tunashukuru kwamba kila mmoja wetu ametekeleza umra, kwa kwa haya ya kutanabaisha, maanake kama kuna mtu anajua kuna eneo ameboronga, basi tuonane naye, tumwambie la kufanya ni hili, asitusubiri mpaka mwezi nane. Aidha tunahirimia kwenda huko au tumehirimia muda huo, akituambia, hatuna zaidi ya kumsikitikia. Tutamsikitikia kwamba mwaka huo amefanya ziara ya kitalii hapa Saudi lakini hajafanya ibada ya hija. Kwa tunataka tu kwamba tuwe makini, na kama mtu ana mashaka basi hata faragha atuambie, mimi nimeacha jambo sasa, sijui hilo lina athari gani, kwa sababu kuna baadhi ya mambo yana madhara yake. Tumepata taarifa baadhi yetu walipoteana na watu waliokwenda nao kufanya ibada hii ya tawafu Kilichomponza alipofika pale penye makamu Ibrahim ndani, kuna alama ya ule unyayo, aliamua tu afike ashike atizame, na hakuambia wenzake, na hakukuwa na muda wa kutizama. Wakati ile kutizama, kuushika, kukikumbatia kile kiguzo cha shaba, si ibada wala haiongezi alama yoyote kwenye thawabu kama ukifanya ni jambo tu la kitalii. Sasa kuna watu alifanya hivyo, kuinuka hivi, hawaoni wenzake. Matokeo yake akashindwa kutimiza mtu umra. Kilichomfanya ashindwe ni kitu ambacho kwa hii ibada ya hija ni cha kipuuzi, yaani kashughulika na kitu. Mimi kuna mwaka moja kangu alipotea mara tatu Mirajibani, alipotea mara tatu hapa kwa upuuzi tu, kila alichoona Biche, krr, kuangalia hivi haoni kanga wala ihramu anazozijua. Na yule Zakaria yule mwanajeshi, wote wamepotea pamoja hakuna cha uwafane, hakuna nini. Sasa, mimi msitizo wangu tu ni kwamba hatua tufikia sisi ni wamoja tumekuja kwa lengo moja. Watoto wa baba na mama mmoja, kama kuna mtu amefanya jambo anayejua kwamba hili nimefanya lakini wala halina madhara, hiyo ni sawa kwake. Ambaye pengine kwa kiwango chake hajui, cha uelewa hajui mimi niache hiki hiki kina madhara gani, japo kwa faraka tuambizane, tuambiwe na kwa hicho kimedhuru na afuta kufanya fanya kadha kadha kadha. Mimi nimetaka tu kwenye hilo darasa itakuwa ni ya lazima kuambizana. Hiyo mwezi nane, jamani, ndio kesho kutwa au kesho, tunachotakiwa kufanya ni hiki na hiki na hiki tukiwa pale Mina kesho, jamani, ndio mwezi tisa, tunatakiwa kufanya ni hiki na hiki na hiki. Tukiwa pale Arafa, jamani, hapa ndio arafa penyewe tumefika saa hizi, lakini tunatakiwa kuanzia saa kadhaa kufanya hili na hili na hili. Limekuchwa jua, jamani, tunaondoka hapa Arafat tunaenda Muzdalifa. Pale tutakuwa usiku, kuna kulala Muzdalifa, lakini maana ya kulala sio kukoroma usingizi ni kuwepo tu pale <coughs> mudhalifa usiku, tunatakiwa kufanya ni hili na hili. Yatakayesalia ni mambo ya aina hii. Tunaambizana lililo mbele yetu ni hili, na utekelezaji wake ni huu. Lakini mimi nilichoingizia kwenye maelezo mazuri ya Sheikh Juma ni kwamba tujiridhishe, ili asitokee mtu baada ya kuwa tuko kule akatuambia tatizo linalohusu umra, kisheria, kiusimamizi tutakuwa hatuna namna ya kumsaidia, ama kwa sasa bado tunaweza kufanya hivyo. Kwa mfano, ambaye hakufanya tawafu hivi sasa, kisheria hakuna muda uliopangwa kati ya kuhirimia na kutufu. Unaweza ukahirimia kule umra, ukakaa wiki nzima, unapumzika, baadaye ukaamua kutufu, sheria itakubalia. Lakini kama umekosa kabisa huko kutufu, ukaamua kwenda Safa na Marwa, ukaamua kunyoa au kupunguza, na hapa katikati ukavaa mavazi ambayo hayaruhusiwi kwa mtu aliyehirimia, sheria itakuona ulihirimia na hujatufu, kwa maana hujamaliza. Lakini wakati wa huo umeamua mavazi yaliyokatazwa tayari, hapo kuna faida, kuna adhabu, kwa sababu ulichotakiwa cha kufanya kwa mtu kama wewe ni ni, ni kutovaa hayo mavazi na ukamilishe hiyo toafu yako. Na tulisema katika semina zetu, kama umeharibikiwa mtu ukiwa mzunguko wowote ule, una nafasi ya kwenda kujirekebisha ili baadaye uje uendelee na zoezi lakini, cha msingi tunachotaka kukieleza hapa kwamba ambaye anahisi kwenye umra yake ile inayounganishwa na hija hakufanya jambo vizuri, atuambie ili tuwahi kurekebisha jambo kabla hatujaondoka. Kuhusu Mina, Ibana ameipa haki akasema, mji wa Mina afadhali ungekuwa mji mge. Zahama yote hiyo mitaa yaliyohitaja sio ya majumba, ni ma, ni mamilioni ya mahema yanayofanana, yanafanana ukubwa, yanafanana na rangi. Ukipotea unaweza kuingia mahema hata ishirini ya watu na huna unayojua akuta tu ushaidia na Mnaijeria olo unahangaika pale, na kukua wale wakali anaweza kakufukuza, wale wakali anaweza kakufukuza, akuhurumii. We nataka kusema Kiswahili ndo haielewi kabisa, lakini pia mina si mahala utoke hapa na mizigo ya vitu vya maana mtu atoke hapa kwa mfano mwezi nane unaondoka <coughs> na hiramu zako, wewe mwanamume utaendelea kuwa nazo mpaka mwezi tisa utaendelea kuwa nazo mpaka mwezi kumi Siku mbili na nusu au tatu yatosha, na hiyo ina maana utafika mpaka mwezi kumi kumi na moja Kuanzia kumi na mbili ruhusa ya kuondoka ipo, au kumi na tatu kama kuna nguo za kawaida nje ya ihramu, chukua nguo ambazo unaamini zinatosha kuvaliwa siku mbili na nusu. Huhitaji kama kanzu, sio nyeupe, hata moja tu inatosha. Na kama unavaa msuli, msuli wako, na kama unavaa ndani, suruali ndio ya kuvalia kanzu hiyo. Msuli unatufaa sana kule e, kwenye mahema, tukiwa wengi, kula mtu anataka kuvaa, unakusaidia kama ni kaua Unajua, ule msuli kushika hivi ukiung'ata, okay, hapa unaweza kuadjust nguo zako vizuri bila ya kuwahangaisha wenzio. Kwa hiyo wenye misuli kuwa nao ni vizuri. Ule msuli kuna wakati mwingine tofauti, umetoka msalani huko, utakuja hapa uje kuvaa kaptura yako mbele ya watu, unafanyaje? Hakika una msuli ule wenyewe, kama umejifu ume ume ume ume ume ume ume ume ume kwenye misuli unatosha, kwa msuli kanzu yako moja na fulana hizo zinakutosha, kwa sababu usichukue vitu vingi. Kama una hela kiasi cha kwa una riali zako 20 30 kusabu, kwa sababu hakuna matumizi kule ya kwa sababu ni shopping pale, au kadha au kadha, vitu vingi acha hapa nyumbani, kwako hotelini kwako, ni mahala salama. Kama una mashaka kidogo, pengine una mzigo mzito, utasarenda pale nani watakuhifadhia lakini usibebe vitu vingi kule, mikoba mingi midude gani midude gani, kwa kweli haina nafasi. Ukifanya hivyo unajiongezea ugumu wa kutekeleza ibada yako. Kwa kweli mimi sina sina darasa kwa leo wala hotuba, lakini nataka nijiridhishe na hilo kwamba asihubutu mtu kutokea <coughs> baada ya kuwa mwezi nane tuko kule tumsaidie kurekebisha umra yake, hilo halitawezekana. Ama kwa sasa nafasi ya kurekebisha chochote katika hayo bado ipo. Ni hayo tu.